Ala, wanawake wamepungua pako pahala katika ibada. Hawaswali katika siku za miezi na siku hizo zikimalizika, hawalipi tena ibada ya swala. Wanaangalia na nyinginezo, na sio zile ambazo hakuziswali. in istataa alqiama, ibada hii namna Mwenyezimungu anavyoipenda, na hakumwachilia mja nafasi yoyote ile

Ubavu, na pindi hakuweza kulala ubavu, salla mustalqiyan ala dhahrih, ataswali hali ya kuwa ni mwenye kuegemea juu ya mgongo wake. Idha lam yastati' ya, na kama hakuweza kulala kichalichali kwa kuegemea juu ya mgongo wake au maa hapo, sasa atafanya kuashiria, wa ashara bi ra'sihi, na ataashiria kwa kichwa kwamba ndo ana rukuu na anafanya itidali, sami Allahu liman hamida, na anakwenda kwenye sijida kwa kichwa, na atafanya sijida yake kichwa chake kuinama zaidi chini kuliko alipoinama kwenye rukuu, na Mwenyezi Mungu ataipokea sala ile na swala ni sahihi. Na huenda huyu anasali katika wakati mgumu kama huo, pengine anaumwa taabani, huenda swala yake ikawa nzito zaidi kuliko wale waliostarihi wako katika afya zao na wanaswali kwa kusimama, huenda wakawa akili zao haziko pale wala hawana khushui katika sala. Huenda mwenye kuswali kwenye hali ngumu hiyo akawa swala yake nzito zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Idha lam yastati, pindipo mtu hakuweza hata kuashiria kwa kichwa, salla biainaihi, ataswali kwa macho yake mawili. Je, swali hal hunaka udhurun? Hapo pana udhuru wowote kwa ibada ya sala, kwamba labda pakupahala mtu kasamehewa aswali mpaka kwa macho? Hal hunaka udhurun, je, pahala hapo uko udhuru wowote? La, kwa hakika katika ibada ya sala hakuna udhuru. Na tusite mara moja dasturi yetu tulionayo ya kudharau sala na tukajidai kwamba sasa hivi tunashughulika na mambo yetu na tutailipa sala baadaye, tuliwache.